Huyu Yosefu aliyemkaribisha Yesu nyumbani kwake anatambulika kama mtu wa haki. Ni kama mtu wa haki, aliweza kumkaribisha Maria, kumlinda na kumtunza. Sisi sote kwa nguvu ya ubatizo wetu ambao umetufunganisha na Kristo Mwokozi tunaitwa tuwe watu wa haki. Na haki ni nini? Naamini kwamba karibu wote mlishanisikia nikifafanua maana ya haki, nitarudia tena leo kwa kifupi. Haki ni ule uelewa na utayari wa kutambua mastahili ya wengine na kuyaheshimu. Narudia, haki ni uelewa na utayari wa kuyatambua mastahili ya wengine na kuyaheshimu. Yosefu aliyatambua mastahili ya Maria akamheshimu Akampenda, akamlinda na akamfanya atambulike kama mwanamke mwenye heshima mbele ya Mungu na mbele ya watu. Sisi tunaoadhimisha Krismasi, yaani kuzaliwa kwa Mwokozi, tunatakiwa tuwe watu wa haki. Ewe mwana Dar es Salaam. Ewe Mtanzania. Je, wewe ni mtu wa haki? Wewe ni mdau wa haki? Naomba nithubutu kusema kwamba Watanzania wengi hawashabikii haki. Sio wadau wa haki. Watanzania wengi kwa ujinga, kwa kurubuniwa au kwa vinginevyo ni au wanajidai kuwa wadau wa amani. Sina ugomvi na mtu yeyote anayepigania amani lakini nikuambie kwamba kwa hakika huwezi ukawa na amani bila haki. Amani na haki ni vitu viwili vinavyotegemezana. Amani na haki ni zawadi wasifu unaofungamana na Kristu Mwokozi. Kwa hiyo ewe Mkristu, ewe Mtanzania, kama unataka kujigamba kuwa mtu wa amani, jitose upiganie haki, jitose usimamie ukweli, jitose usimamie amani, jitose usimamie yanayompendeza Mungu.